Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika hadith katika hadithi ambayo imethibiti katika sahih Al-Bukhari, hadithi ya Abdullah bn Abbas Allah mridhie, asema Mtume alaihi salatu wassalam, hakuna masiku ambayo matendo huwa ni bora zaidi kwa Allah ya mja na yanapendeza zaidi kwa Allah matendo ya mja kuliko masiku haya kumi ya mwezi huu wa Dhulhijja. Hakuna siku ambayo katika uhai wa mwanadamu mwanadamu hufanya matendo ambayo humpendeza Allah na Allah huyapenda zaidi kuliko matendo yanayopatikana ya ndani ya masiku haya kumi. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipolisikia hilo, akamuuliza Mtume, wala aljihadi fi sabilillah, ya Rasulullah, hata jihadi pia fi sabilillah? Aliyekwenda katika jihadi halingani ujira na malipo sawa sawa nataka ifanya matendo ndani ya siku hizi kumi Mtume akawajibu wala aljihadu fi sabilillah, hata aliyekwenda kupigana jihadi hatokuwa sawa-sawa na yule atakayefanya matendo mema ndani ya masiku haya kumi ya mwezi huu wa Dhul-Hijjah, illa rajul, Mtume akasema, isipokuwa mtu ambaye atakayetoka kwenda katika jihadi, ametoka katoa, akatoa mali zake fi sabilillah, akatoa nafsi yake fi sabilillah llah, kisha alipoenda huko akawa wamekufa ni shahidi, likarejea jina akawa amefariki, mali yake imeteketea fisabilillah na nafsi yake imeteketea fisabilillah. Huyo ndiyo ambaye hatokuwa sawa sawa na yule ambaye atakayefanya matendo mazuri ndani ya masiku haya kumi. Maana yake yule mwingine atakayekwenda jihad kwa mali yake akapambana wakashinda na akarejea akiwa salama, bado hatolingana malipo na yule atakayefanya matendo mema ndani ya masiku haya kumi. Hii ni kuonesha ubora wa masiku haya kumi, ambayo Allah subhanahu wa taala ameyateua na kuwawekea waja wake wajikurubishe kwake yeye kwa kupata msamaha wake na fadhila zake. Kwani hasara na ni majuto kwa yule ambaye masiku haya yataondoka bila kufanya chochote cha kumridhisha Allah subhanahu wa taala.